Kana ni mtumishi wa Mungu anaitwa Clever Moses, kibao kinakwenda kwa jina la Twasoma, mbongi moja la nyimbo ambalo nasikiliza hivi sasa. Ni wimbo ambao ukisikiliza pia unaweza ukahutumia katika matumizi yako ya hapa na pale, hasa katika nishi nzima ya kuabudu <tutu> Anapatikana Tunduma, Tanzania. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia ni producer ambaye ana produce muziki wa gospel Tanzania nzima, na anafahamika vyema kabisa katika mikoa ya kusini mwa Tanzania, hasa pale Tunduma. Twasoma ni track ya kwake mtumishi wa Mungu Clever Moses, enjoy the vibe, nafasi ya kwanza katika ingizo jipya, na hii ni 91.7 HHC Live FM tokea Mwanza, Tanzania. Enjoy the vibe <mulia>

iko na majumba yabana, ni mtumishi wa Mungu anaitwa Clever Moses. Kiboko na kwenda kwa jina la Twasoma. Mbonge moja la nyimbo ambalo nasikiliza hivi sasa <muchu> wimbo ambao ukisikiliza pia unaweza kautumia katika matumizi yako ya hapa na pale, hasa katika nshu nzima ya kuabudu. Anapatikana Tunduma Tanzania, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia ni producer ambaye ana produce muziki wa gospel Tanzania nzima, na anafahamika vyema kabisa katika mikoa ya kusini mwa Tanzania, hasa pale Tunduma. Twasoma ni track ya kwake mtumishi wa Mungu Creva Moses, enjoy the vibe. Nafasi ya kwanza katika ingizo jipya. Na hii ni 91.7 HHC a live FM tokea Mwanza.